Ya, ya nyuma so nikapata, kuna majamaa wanajaribu kungua hiyo mlango. Uh, didisha ndio sasa wakanitolea, waka, waka, waka hapo, then wakaendelea kusaidia watu wengine, then uh, we were put in one of the vehicles from Likana Sacco ndio ikatuleta hospitali, so we, we were from town, uh, town going to Kijabi Hospital. Madereva wanaenda kwa spindi ya hali ya juu sana na wengine wako kwa simu. Sawa, tungewasihi tu mad, madriver Kenya hii watembee waende, ile mwendo inastahili, waeke ile distance inastahili, na wasikue kwa simu. Na pia tungeuliza the ministry ya transport and communication wanastahili sasa warudishe zile maneno za Michuki, watu wabebo wale wanastahili, madriver wa, waende ile spindi inastahili ya Eti, na pia wasiende wakikuwa na maneno na simu. Mm. Jana usiku kuna gari ilianguka kwa hii mto Nyamindi na ilikuwa imebeba mbao, ilikuwa inajaribu kupata jaribu kupanda hii mlima ikielekea, ikielekea pande ya Karuso, sasa ikashindwa na kupanda ikarudi nyuma ikaanguka kwa mto saizi Shughuli ya kuitafuta ndio inaendelea kwa hii daraja, hakuna mbadia, so gari haijapatikana, hatujapata watu wa kutusaidia kuitoa so, so tunaomba wenyewe mnaweza tusaidia kuitoa huko ndani, mkuje mtusaidie tuitoe kwa mto, not passable